Kubeti ukiwa kama huna kazi serikalini, ukiwa huna pensheni yoyote, pensheni yako ni kubeti, sijui, umeelewa? Kwa sababu ukikokotoa kuja kwako wewe, hutopata pensheni yoyote. Kwa hiyo hela yako unayoipata, no wekeza kwenye kubeti, utapata tu <tipa> Katika jiji la Dar es Salaam, mpira wa wa miguu umekuwa sehemu ya maisha kwa watu wengi, na sio kwa ajili ya kutazama pekee, bali ni kama fursa ya kujipatia kipato kupitia michezo ya kubashiri. ndomana na mi nasema siku zote mtaacha vitu vyote, lakini sio kubeti, kwa sababu mwindi mwindi namdai ela nyingi sana. Kiangalia ni pesa ambazo nimezitoa au nimeliwa, na nilizokula nilokula ni chache kuliko nilizo lio, na ndio maana nakua vigumu sana, ntacha vitu vingine, lakini kubeti mpaka nipate lao. Ule ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Wewe unaweza kuacha kuwekeza Huwezi kuacha kuwekeza. Kwa mimi naekeza. Yaani iyo mpaka kufa mi nabeti. Nchi nyingi za Kiafrika zinakabiliwa na janga la ukosefu wa ajira. Ujio wa michezo ya kubashiri umekuwa kama mkombozi kwa baadhi ya vijana, Huku kila mtu akiwa na sababu iliyomwingiza katika michezo hiyo. Bwana, nimeanza kubeti elfu mbili na kumi na mbili. Ahiyo ndo mara ya kwanza naanza kubeti ndichonkwa shamba za shule. Wajua tena vijana tunachanganyika sehemu nyingi k, tumeingia kwenye mchezo hiyo ya kubeti ie, unasema kwa mwindi kwenda kutafuta pesa na watu wengine kubeti, ksabu mimi napenda sana mpira ko kupenda sana kwangu mpira na sehemu nyingi za mpira na maduka ya, ya kubeti koo, nikajikuta watu wengi wanabeti na ukibeti unapata pesa unapata hela, koo ikawa kitu chepesi sana na mimi kupata kubeti, ko nabeti lengo kupata pesa sababu kibashiri na timu nazijua, ko nikaamini kwamba nikibashiri nazaka pata hela, ko ndio mwanzo wa kubeti. Ndoto hii si kwa kijana huyu pekee. Mamia ya vijana wanaamini kwa muhindi, pesa ipo. Kwa hiyo niliona kabisa njia pekee ya kupata hela kwa haraka ni kubeti. Ah, nimepoteza sana kutokana na nini? Unajua, milioni moja laki nane kwanzia elfu mbili na kumi na sita mpaka kwa sasa, sema nakula na naliwa na nakula naliwa siwezi kupiga mahesabu kama nimeliwa sana au, au nimekula sana. <muchu> Eh, yani hiyo kuiweka katikati inakuwa <muchu> ni ngumu, kwa sababu unaweza kaweka elfu tano nikaliwa, kesho nikaweka elfu tatu nikala elfu kumi na nane Ufanye mazoezi, unashinda daha, ukijua mechi hakuna utafurahi simu simu nilinunua hiyo, katika vitu ambavyo kama nifanikio, simu ya tachi nilinunua kutokana na kubeti mara ya kwanza kabisa, kwa wei kwa na fulani hivi, wawei ndogondogo nilipata, alikuwa anauza kama laki ishirini. Ile ndio samani kubwa ambayo naikumbuka amelangu ya kubeti. Watu wengi tu, mimi na rafiki yangu kwa kila siku, sema ya kipato chake ni kidogo ni kikubwa kwa kila siku anatia laki tatu laki nne na ndio maisha yake yani. anapoingia sehemu ya kubeti ana milioni moja anatoka na milioni moja laki tano. Biashara gani ambayo utafanya utapata milioni moja, tafayo, moja kwa siku zaidi ya kubeti? Bwana, mi nasema siku zote ntaacha vitu vyote, lakini sio kubeti, kwa sababu mwindi na mdai hela nyingi sana, kiangalia ni pesa ambazo nimezitoa au nimeliwa na nilizokula nilokula ni chache kuliko nilizo lio. Na ndio maana nakola vigumu sana tata vitu vingine, lakini beti mpaka nipate lamu. Ule ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Wewe unaweza kuacha kuwekeza, huwezi kuacha kuwekeza kwayo. Mimi nawekeza yani, hiyo mpaka kufa, mi na beti tu. Ni, ni kazi binafsi ambayo haihitaji elimu yoyote. Kikubwa tu ni wewe na akili yako. Wanakwambia ukifuata odi kubwa, mpira uchezi wewe wanacheza wengine. Kwa hiyo unategemea kama inacheza Tanzania inacheza Tanzania na Ujerumani, ukaifuata Tanzania, ipo odi, ni wewe tu unaimani Tanzania itampiga Ujerumani, lakini ukiangalia kwa akili ya haraka hicho kitu ambacho hakiwezekani. Beting... siku zote ni mahesabu. Ukishasema bahati nasibu ndio hicho kitu ambacho wengi kinatutesa, unielewa. Unavyosema bahati nasibu tim... bahati timisi, unaweza ukachagua tu timu ambazo hata wewe una experience nazo siku hiyo tu zimeamka vizuri zikafanyaje zikakufa au zikakosa. Lakini unavyoenda na mahesabu timisi, wewe sasa unatakiwa kuziangalia mechi ya timu ambazo unaenda kuweka kwenye mkeka, umeona, na hesabu hizo zinatusaidia sana hesabu zinatumika sana kama timu unaifanyaje, unaifaa, umenielewa kwamba hizi timu weekend hii zitakueje. Unaangalia nature kikosi, lakini pia unaangalia watu ambao ni muhimu kwenye hizo timu, lakini kwenye swala bahati nasibu mi sizani, kwa sababu betting siku zote ni mahesabu. ila mmoja mmoja amefanikisha ame, ame, ame mpiga mshindo wa kutosha, na mimi nikimwelekeza namna namna ya kubeti otsi otsi, hii hii hii inakwenda hii haiendi. Kwa hiyo yule, ka mara ya kwanza kabisa, kapata ala milioni nne na hiyo ni mwaka jana, kala milioni kala milioni nne, kaja, kaja kurudia kala laki nane. Mwaka huu kala milioni ishirini. Yaani, nyumba yake alikuwa ameijenga, alikuwa bado hajafanyia finishing yoyote, mpaka sasa hivi inavyoongea, kila kitu kimekamilika, na nyumba kubwa ina vyumba zaidi ya sita, kila kitu kamaliza. Ah, namshukuru Mungu kwanza nilikuwa na, na vimeo nilikuwa na madeni. Kwa hiyo nilipokuwa napata pesa nililipa madeni ambayo alikuwa ananizonga, kingine nikanunua simu ya kwangu mimi, nikamnunulia na matoto simu na mambo mengine mengine mengi mengi niliyafanya kupitia kubeti. Hiyo pesa iliweza kunisaidia kwenda kuchukua mizigo kijijini kwa mfano mazao na kuweza kuuza mjini. Ndio biashara ambayo ikawa endelevu hadi sasa nilipo. Kupitia betting nimeshawahi kununua, kuna hela nishawahi kupata eh, nishawahi kununua kitanda, umeona kupitia hizi betting. Umeona, kuna mkeka ambao nili, ilikuwa ni mwaka jana ile nili, nili, nili beti timu zangu kama zilikuwa kama timu tano hivi, umeona nikapata kiasi kisichopungua kama laki nane hivi, nikanunua baadhi ya mahitaji yangu ambayo alikuwa muhimu. Ila sasa kitu ambacho nilikiweka cha historia na nikaona kwamba beti ni mchezo ambao tunaweza tukapata faida, ni kwamba nilishawai kununua kitanda. Kitanda kitanda cha laki tano kitanda kizuri ambacho ndio hadi sasa hivi hata nikiangalia kwamba kinaniinspire kwamba niendelee kubeti. Umeona mfano nikimtolea jamaa angu mmoja aliwai kuwekaga laki sita kwenye beti apate milioni kumi na tano Lakisita ile ile alikuwa anadaiwa kodi ambayo takiwa alipe kodi na timu alizoweka ni shu. Wenyewe wanasemaga vijana bwana, bahatimbaya ikaondoka hila ya kodi na timu moja tulimuulia, hatimaye yule jamaa akaondoka kwenye nyumba akaudi kijijini kabisa kwao walipotokea, na ana familia yake, ikabidi aanze kukaa nyumbani kwao na familia yake. Hiyo kitu ilinsikitisha sana, ndio maana waga na beti kwa machare sana. Hakuna nilichokipata mpaka sasa hivi na nashinda kuacha kubeti kwa sababu nina shoti kwenye kubeti, kwa sababu nikiacha kashinda yeye, ila kama napiga mshindo wa kutosha kwenye kamari Ancha, mzango, na naacha kwa sababu tayari kamari imeingiliwa. Nisha siku moja hivi ndio nimebeti timu zangu na mikaka miwili, mkaka mmoja laki mbili na hamsini, mkaka mwingine madai laki laki hizo, mkaka mmoja wa timu mbili, ambao mechi moja alikuwa FC Porto na mwenzie simjui simkumbuki, na mkaka mwingine kabaki Porto peke yake, lakini ile mikaka yote kaja kuwa Porto. Ile mikaka nikakansel, napata shilingi elfu hamsini yote, yote miwili. Nimeamka saa kumi na mbili asubuhi, mke wangu yupo kijijini kidogo akanipiga simu, bwana baba mtu nitumie shilingi elfu kumi, mtoto anaumwa hapa ndiko hospitali. Jana nimeacha kukesha uti, mke ka nichukue elfu hamsini. Nimeacha kukesha uti ku... jana mke ka nichukue shilingi elfu hamsini nilijua nitapata pengine laki mbili na kidogo, matokeo yake poto. Kwa sababu poto alikuwepo kwenye kwe mikeka yote miwili, poto haja akaua mikeka yote miwili. Napigiwa jana, nimeacha elfu hamsini, namka asubuhi napigiwa simu, nitumia elfu kumi mtoto apate apa huduma hospitali, shilingi mia kipande sina, jana nimeacha elfu hamsini ni mikeka. Ilikuwa siku moja hiyo, ilikuwa mafanya zangu kazi kidogo ngumu, sababu kazi zetu sia ufundi ufundi. Nikapata elfu kumi nakumbuka, ile elfu kumi ile nifika kwenye kubeti nikaiya kaleani elfu kumi yote umilekaleani ile nakumbuka, nilekatimu kumi nikajikosa nikatia kwa shilingi elfu kumi Yani, pesa ambayo iliniumiza kwa sababu sikushinda, na timu ambayo ilinifelisha ni timu yangu pendwa Real Madrid. Ah, iliniumiza sana sababu nakumbuka ilikuwa milioni moja na laki nane, moja laki nane. Ilikuwa kuna Man City kwa kuna PSG, timu zote zilipeleka, mtu wa mwisho alikuwa ni Madrid kwanza na Atletico Bilbao kwa saa 4 Ma, ile, ile pesa linouma sana, na ule mkeka niliweka kama kumbukumbu mpaka ukapauka, wote ukatoka hadi maandishi kwa. Tangu michezo hii ya bahati nasibu iwafikie vijana wa Kiafrika, wengi wao wamekuwa waraibu wa michezo hiyo, hivyo kuiacha inawawia ugumu, kwa mazingatio ya pesa za haraka zinazoweza kupatikana kupitia michezo ya kubashiri. Wawa wadogo si washauri, kwa sababu ile ni, ni kama kilevi, ukishaingia kuacha ni ngumu. Kijana huyu ni miongoni mwa mamia ya vijana waishio katika viunga vya jiji la Dar es Salaam ambao robo ya maisha yao yanaendeshwa kutokana na michezo ya bahati nasibu. muda maalumu wa kuripoti ofisini, sare za ofisi wala elimu ya uzamivu. Vitu vichache ndivyo vinavyozingatiwa: ratiba za michezo, mtaji wa kuwekeza, mchezo wa namba, kisha kusubiri utajiri. Kusoma kuandika na kuhesabu ndiyo elimu pekee inayoweza kutumika katika uwekezaji wa michezo ya bahati nasibu ani ya kutazama mpira wa miguu sasa imebadilika na kuwa ukaguzi au kutazama maendeleo ya uwekezaji uliofanyika. Hata hivyo, uwekezaji una matokeo mawili: faida au hasara. Cha kwanza mi naangalia, kwanza naangaliaga head to head kwanza nafuatilia kwenye live score, pili naangalia pia na odds mtu anazopewa. Mwingine anapoa kumi unamfata, yaani hamna mtu awezi kuweka kumi alafu akashinda hata siku moja. Kwa hiyo naangalia mtu huyu yuko nafasi ngapi, anacheza na mtu nafasi ngapi, anataka nini, naona kuna nini mbele. Kwa hiyo mimi mi ndo naangaliaga vitu kama hivyo, na mimi sichukagi timu nyingi sana, tatu nne basi. Cha msingi tu usiangalie timu kubwa au timu ndogo, angalia huyu kwenye wanasemaje, kwenye fomu yake kwa sasa hivi ni kiasi gani, je huyu anataka kushuka daraja atakujaje? tazama na ile odds yenyewe ndio unapotia mpunga, usibeti tu kwa sababu, kama mfano sasa hivi utatia kweli yako utampa Manchester zidi ya West Ham si lazima pigwe. Kwa hiyo sio uangalia tu kwa sababu jina la Manchester, utakuwa labda umekufa mwaka 2011. Ndio ulikufa, sasa umefufuka sasa hivi. Ndio unajua Manchester ni ile ya Ferguson. Kwa hiyo hapo kunakuwa na upangaji mkubwa sana wa matokeo, na hizo kampuni za kubeti ndipo kipindi ambacho zinapata sana faida, lakini kwa mtu ambaye ana mtaji mkubwa hicho kitu akimsumbui, kwa sababu hata zile selection ambazo anaweza kuzifanya kwenye betting ni selection ambazo anaamini kabisa hizi selection hazitoweza kumwangusha, lakini kwa watu ambao hawana mtaji nimeelewa watu ambao wana mitaji midogo shilingi mia tano, elfu tano sijui elfu kumi, ndio kipindi ambacho huwa wengi wanalia. Unaweza ukaiamini timu ambayo ni kubwa kabisa, unaona kabisa inaenda kushinda, lakini hiyo timu kishaiangalia nafasi hata kuwania ubingwa aina. Kwa hiyo even though hicho kikosi ambacho kinakwenda kupangwa siku hiyo kitakuwa kikosi ambacho ni cha kawaida, kwa hiyo timu lazima ikuanguze, lakini kwa mtu ambaye anamtaji labda laki tano au milioni moja, umenielewa hicho kitu akiwezi kikawa na hasara kwake, kwa sababu anaweza akaachana na hizo ligi ambazo zinafahamika, akazitafuta timu ambazo zipo kwenye labda dangerous zone, zinataka kujipambanua. Kwa hizo timu siku zote lazima zipate matokeo kwa kadiri, na hizo timu zikampatia hiyo ligi. Napenda kubetia bwana ni Uingereza. Uingereza ligi napenda sana kubetia, hasa ligi 2 wale hawana idadi ya magoli kufungana, wale wanafungana sana ko katika option nazipenda nyingi ni two plus sema naomba hata magoli matano, zile timu ndogo zinaweza zikatoa tena, kwa psi ko Inglandi na kidogo Speini, kwa sababu mimi napenda sana two plus, hasa hizi timu ndogo ndogo ndo zinatoa sana magoli mengi. Kwenye betting siku zote tunakwenda na vipindi umeona ligi ambapo zinatamatika huwa tunabadilisha madaraja, umenielewa? Timu ambazo zinaweza zikatusaidia kwenye vipindi ambavyo ligi zinaenda kutamatika ni timu ambazo ni za chini, au ligi ambazo hazifuatiliwi na watu. Umeona kuna ligi nyingi, kwa mfano ligi ya Scotland kule, kuna timu kama Celtic, timu ambazo always zinafanyaga vizuri, lakini watu hawazifahamu. Lakini pia kuna ligi ya Uholanzi, umeona kule kuna timu kama, Holland, kule. Kuna timu kama PSV, ni timu ambazo huwa zinafanya vizuri, na ambazo kwenye betting zijawahi kumwangusha yule, nadhani ni, ni, ni, ni yuko Kenya ituuzie odds k mlipa elfu kumi na tano kila kila odds anazotoa marage yani zile pale zilikuwa ni, ni, ni uhakika yani ile, marage ile ni uhakika, sio kubahatisha yaani ile sio kubashiri, ile ni uhakika. Kwa sababu kwa sababu wana wana wanapeleka wana, wana, wana wanafanya mazungumzo na, na timu wanawalipa pesa, mbona wana sisi tunawapa kiasi hichi, nyinyi mnatakiwa mfungwe ili, ili mpate hela hii, ishanunua isha, isha sana kama, kama mara tatu. Na zote, na zote zilikuwa ni correct score. Bana mtu fulani atashinda kiasi fulani kwa kiasi fulani aaka, walikuwa wanatoa hizo za correct score. Na, mechi, na mechi inaisha unaona kabisa mpaka, mpaka dakika tisini bila bila lakini mechi inaisha mbili moja na, na yule aliyopewa aliyoambiwa atashinda mbili moja na matokeo yanatoka vilevile sasa kuna jamaa mmoja kaja akachukua ile namba akatuzunguka, aka akachukua ile namba akampigia aka, aka yule jamaa akasema, sasa hao hapa wataniharibia kazi manake mimi nimetoa namba kwa mtu mmoja afu ambaye nayompa zile wodi nakati na kuniingizia hela yangu, lakini sasa yule pale mwingine akazunguka akachukua namba ile akampigia sema utaniharibia kazi ila namba kabadilisha. Mpaka leo kwa hiyo hiyo hiyo kitu mpaka leo haijapatikana tena. Umeona unavyocheza hii michezo ya kubatisha, siku zote wanakuambia unatakiwa kuwa na mtaji, mtaji ambao hauendani na yale tunasema mahitaji yako muhimu ya kila siku kwenye kwenye maisha. Umeona, kwa hiyo kama betting, una shilingi laki sita, laki sita hii unatakiwa kuibudget kama ni hela betting, unatakiwa kuweka laki mbili, ndio hivyo. Lakini sasa hivi kamari imekuwa ngumu. Kamari imekuwa ngumu kwa vipi? Ujue, yani timu nyingi zinacheza kamari sasa hivi. Swezi kuna kampuni nyingi sana za kubeti, aweze kuangalia kampuni gani ambayo ina inatoa bonus nyingi za fedha pale unapobeti, a aweze kujiunga nayo na aeke mpeka wake ama sio mkeka kindege, au kuna michezo mingi sana yao ya kubahatisha. Na pia kwanza, huo unafuatilia timu, alafu kingine usio unachukua timu nyingi yani, unachukua timu zako kama ni tatu eh, unaweka hela nzuri, unapata sio. Unachukua timu ishirini unaweka elfu mbili, hiyo sasa hiyo yani nah, inakuwa ni hatari sana kupata au kukosa ligi ambazo nikasema naweza mimi ligi ligi zangu ligi bora ni tano, kuna PL umeona, La Liga, tunaenda Bundesliga, ligi ambazo always zinafahamika na siri, Serie A ya Itali yeah, lakini pia ligi ya Ufaransa kwa timu zangu ambazo nipendwa kabisa. Mimi naamini kwa hizi timu zikisha nikishaziweka kwenye betting yangu huwa na nakuwa na asilimia kubwa ya kupata chochote naweza ni, ni nikazitaja, labda EPL pale mi nachezaga na timu kubwa kubwa, umenielewa, timu ambazo always zina msimu mzuri unavyosema Liverpool Manchester City, japo msimu huu hajafanya vizuri, lakini huwa tunatembea na experience ambayo Man City anayo. Lakini pia timu kama Arsenal, Arsenal ni timu ambayo huwa ni vikombe, lakini ukiangalia the nature matokeo inapata ni matokeo mazuri. Nikienda pale Spain timu zangu pendwa ni Real Madrid. Real Madrid na Barcelona. Ni timu ambazo always nikiziweka kwenye mkeka azimi azimi alibi betting yangu kwa sababu ni timu ambazo zina experience lakini pia ni timu ambazo huwa zinafanya vizuri. Ukienda Bundesliga pale wote tunamjua Bayern Munich. Bayern Munich huwa ni timu ambayo haituangushi siku zote. Serie A kule kuna timu zangu pendwa kulikuwa na ipo Milan lakini pia Inter Milan. Tukienda ligia, ligi ya Ligue 1 ambayo ni ya Ufaransa pale kuna timu zangu pendwa mbili ambapo ndo hivyo kuna PSG lakini pia AS Monaco. Sasa kama umelima afu mvua ijanyesha ukiingia pressure na maana wewe sio mtu unatafuta mtu, yote anatafuta kuna kupata na kukosa, kama vile unavyoamka asubuhi na pikipiki yako ni bodaboda, watafuta abiria, hujui utampatia wapi kwa hiyo ukibeti kwanza afu ukatia hofu ina maana wewe ile beti yako itakuwa inakupelekesha unapoweka hela jua kabisa hapa nitapata au nitakosa. Ukimwona mtu wote ana hofu jua kaweka wazo moja tu atapata. Unaweka kwenye kupata unakukosa. Kwa hiyo kama leo nimeweka nimekosa. Mbona siku ambayo nina furaha nimepata nisizimie? Kwa hiyo leo nimewekeza. Unapowekeza siku zote kuna matokeo mawili. Kuna kupata na kukosa. Na kubeti ni kama maisha. Yaani watu wote wanavyoona maisha wanabeti. Business yoyote unabeti Unapofungua duka la nguo unategemea nani atakuja, kodi inaisha na nini, watakuwa ulipe kwa hiyo. Hizo ni kazi kama kazi nyingine. Ah, mimi nawashauri vijana wenzangu, kwanza kubeti ni kama kilevi na usikubali. Kama ujaanza kubeti, wewe usibeti, acha tu, wewe changilia mpira tu basi. Kwa sababu hiyo, kuna wengine wanauza hadi vitu vya ndani, na mtu anauza TV yake, anauza ili akabeti, kwa mtu anauza sofa zake ili akabeti sababu tayari ni kama kilevi kimeshaingia kwenye damu, umeona. Kwa hiyo nawashauri bana wasibeti, washangilie tu mpira. Kama mtu anashangilia timu yake au mpira ashangilie tu, sio kwenye kubeti wala nini, watu wafanye kazi, umeona. Yani mtu anayebeti kwa sasa hivi aendelee kukaza buti, yeah. cha msingi tu usiangalie timu kubwa au timu ndogo, angalia huyu kwenye wanasemaje kwenye fomu yake kwa sasa hivi ni kiasi gani? yeah, je huyu anaenda kushuka daraja atakujajealafu natazama na ile i yenyewe ndio unapotia mpungu. Dau la kesho litakuja tena na tena na tena. Wachezaji hubadilika ila mchezo hautoisha kamwe.